Tulikuwa tumekubaliana na Padre Lazaro kwamba ndiye atoe neno, na nashukuru sana kwamba ametoa hilo neno, akatoa shukurani nyingi kwa wote hawa vikundi mbalimbali. Lakini yeye hakujishukuru. Sasa mimi namshukuru, mshukuru <laughs> kazi nzuri sana aliyoifanya pamoja na kamati ambayo tulikuwa tumeunda lakini wakiwa vile vile pamoja na hao waliotajwa kwa namna ya pekee na baba Askofu mkuu mstaafu Paulo Luzoka, ambaye msimamizi wa kituo chetu cha hija katika hayo mambo ya kuadhimisha hija hizo, ndio hao walifanya wa kazi ura kabisa. Tunapoondoka tena upya na nguvu hiyo mpya, tayari wameshaanza kuifanya kazi. Kumbe naomba tuwashangilie tena kwa kazi Basi, baada ya kusema hiyo, shukrani ya mwisho ni kwenu nyote, mashamu Askofu msaidizi Josephat Bududu, waheshimiwa nyote makazi ambao umefika leo wawekwa wakfu, wanafunzi wa upadre ndio ndo mafurateri, pamoja na sisi sote waamini. Asanteni sana kwa kuja kwenu ili tuweze kushiriki na kanisa zima la ulimwengu kuhitimisha hija hii tuliyokuwa nayo tangu tarehe ishirini na nne mwezi Disemba mwaka jana, na leo tumehitimisha, lakini mlango mkuu wa kanisa kuu la mtakatifu Petro bazilika huko Roma utafungwa tarehe sita kwenye sherehe za Epifania. Mungu mshukuru na mshukuru na binta kuwepo hapo na makardinali wengine wote wamealikwa, tutakuwa huko Roma, kumbe nitawawakilisha kwa namna moja au nyingine naomba sala zenu zinisindikize na ziwasindikize wote ambao watakuwa hapo katika kufunga mlango mkuu wa ni mlango wa Jubilei wa kanisa kuu hilo la kipapa la mtakatifu Petro. Niwatakie sikukuu njema, familia takatifu. Tuziombee familia zetu ziweze kuwa kama ilivyokuwa hiyo familia takatifu ya Nazareti. Asanteni sana. <laughs>